Wengi wanaotoa zaka, wengi wao, ima atakosea katika hesabu ya kuzihesabu mali zake zote, atatoa pungufu, au atakwenda kumfikishia ile zaka mtu ambaye kwamba hastahiki kupewa zaka, na wote wawili hawa wako katika nini makosa. Wewe leo zaka yako umeambiwa ni milioni ishirini mathalan, ndio watakiwa utoe zaka milioni ishirini. Wallahi billahi tallahi ukitoa milioni kumi na tisa na pwenti pwenti ukabakisha shilingi moja tu, hukuithibitisha pale kikamilika ile ishirini. Wewe mbele ya mwenyezi Mungu subhanahu wataala bado hujatoa zaka. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu zaka ina kiwango chake maalum. Swala ya dhuhuri unaweza ukaiswali rakaa tatu? We, haiwezekani kuiswali ya dhuhuri rakaa tatu. Swala ni nguzo ya dini na zaka ni nguzo ya dini, ili zaka yako huo umeitoa uitoe katika lile fungu liliokuwa kamili wenyewe. Wewe zaka yako watakiwa utoe milioni mia tano toa milioni mia tano kamili hia. Na lau kama Waislamu unawaambieni watatoa zaka ukweli wa kutoa, sa wallahi, tutawatafuta mafakiri hatuwao. Lakini leo mtu akaa peke yake, hajasoma, hajui yee, yeah, ameshika tu kwamba nimeambiwa ni 2.5 ndo inatoa zaka. Mimi ni vipi unavyovitolea zaka? Ye, madeni unaodaiwa au unaodai yapi ambao kwamba wayatoa haingii kwenye zaka, hajui chochote wala hajishughulishi. Namba mbili, mwingine kafanya hesabu zake vizuri, lakini siku ya kwenda kutoa, anakwenda kuwapa watu ambao kwamba hawastahiki kupewa zaka. Hilo pia nalo nikosa, sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, watu wanaotakiwa kupewa zaka, hakumwachia mtu yoyote ajitahidi, kawataja mwenyewe kwenye Quranu Karimu, na tumeisoma aya hiyo katika Surati Tauba, hii innama sadakatu